Hapa Dodoma katika ukumbi wa CBC Dodoma. Tunakuletea siku tatu za kongamano kubwa la uinjilisti ambalo limeandaliwa na idara hii ya uinjilisti chini ya Mchungaji Tumaini Chanjarika. Tuko hapa tayari kuweza kujionea yale ambayo yanaendelea hapa Dodoma na tayari wainjilisti wamekwisha kuwasili na tayari wako katika vikao vya bodi wakiendelea, wale viongozi tayari wamekwisha kuwasili, lakini pia wainjilisti naendelea kuingia hapa kwa ajili ya kujisajili, kuweza kuweka mambo sawa kwa ajili ya kwenda kuanza kongamano rasmi siku ya kesho. Hakika ni kongamano ambalo sio kongamano la kawaida, ni siku tatu za kwenda kunolewa. Wainjilisti wamejipanga vilivyo katika kuhakikisha wanakuja kuchukua nondo, ili watakaporejea kule majimboni, katika makanisa yao, kwenda kuwasha moto wa Injili. Na sisi NY TV tuko hapa kuhakikisha kukuletea wewe kila kitakachokuwa kikiendelea hapa. Pengine wewe umekosa wasao kuweza kuhudhuria katika kongamano hili, basi sisi tuko hapa kwa niaba yako kuweza kukuletea kila kitakachokuwa kikiendelea hapa, lakini tutumie wasaa huu kuendelea kukualika wewe mwinjilisti ambaye uko hapa a, katika jiji hili la Dodoma, lakini wewe ambaye bado ulikuwa hujapata pengine mwamko kuweza kuhudhuria, kuna mambo mazuri makubwa ambayo idara hii wamekuandalia chini ya mtumishi wa Mungu mkurugenzi mkuu Mchungaji Tumaini Chanjarika, sio ya kukosa. Yapo mambo mengi sana, na tuko na makamu mkuu Makamu wa askofu mkuu Dr. Magnus Mhichi ambaye ndio atakayekuwa mgeni rasmi lakini pia ndiye atakayekwenda kwenda kufungua kongamano hili rasmi siku ya kesho. Kutakuwa na wanenaji mbalimbali mbali, lakini pia na jumbe mbalimbali mbali ambazo zimeandaliwa katika kuhakikisha wanakwenda kunolewa vilivyo wainjilisti hawa kutoka katika mikoa mbalimbali katika, katika nchi yetu ya Tanzania na Uh, nimekuambia wako katika uh, vikao vya bodi, lakini pia tutapata uh, kumtafuta uh, mkurugenzi mkuu wa taifa wa idara hii ya uinjilisti, mtum, mchungaji Tumaini Chanjarika, tuweze kuzungumza naye, atueleze yale ambayo wametuandalia wao kama idara ndani ya hizi siku tatu watakapokuwepo hapa, lakini pia tutapata wasaa wa kuweza kuzungumza na wainjilisti watuambie wamejipangaje, wamejiandaaje kuweza uh, kuwepo kwa siku tatu hapo vitu gani ambavyo wamejiandaa kuvipokea wanapokurudi kule majimboni kuweza kwenda kuwasha moto wa injili. Hii ni NYTV kituo bora kabisa cha matangazo, na sisi tuko hapa katika kuhakikisha tunakufikishia wewe popote ambapo unaifuatilia NYTV kila kitakachokuwa kikiendelea hapa. Mimi ni Messi Malo, niko na director Pascal William ambaye atahakikisha matangazo haya yanakufikia popote ulipo vilivyo na katika ubora kabisa. Karibu sana, fuatilia kila kitakachokuwa kikiendelea hapa Dodoma kuanzia siku ya kesho. Yes, kutoka hapa Dodoma niko na mkurugenzi wa idara ya uinjilisti kuhusiana na hiki kinachofanyika hapa kuanzia leo kuelekea mpaka siku ya Ijumaa. Tutatamani kufahamu yale ambayo wametuandalia wao kama idara. Baba mchungaji, shikamoo. Marahaba. Mnaendeleaje? Vema kabisa, bwana asifiwe. Amina, hongereni kwa kazi asante kabisa. Naam. Tunaomba tukufahamu kwa wale ambao hawakufahamu kabisa Uh, mimi kwa jina naitwa Tumaini Kundaile Chanjarika ni mkurugenzi wa idara ya uinjilisti taifa katika kanisa letu zuri la TAG Tanzania Assemblies of God. Amen. Hilo ndio jina langu. Pengine mm. Tufahamu mchungaji, kile ambacho mnatarajia kuanza kukifanya kuanzia leo kuelekea siku ya Ijumaa ni kitu gani, na utuambie pia maandalizi yamekuwaje? Uh, kile ambacho tunatarajia kukifanya ni kongamano kubwa sana la wainjilisti wa nchi nzima, wainjilisti wa ngazi zote, nikimaanisha wainjilisti wa taifa, wainjilisti wa majimbo, wainjilisti wa section wa makanisani, pamoja na wale viongozi wote wa idara ya wainjilisti kuanzia ngazi ya taifa mpaka huku chini makanisani. E, hao ndio walengwa wakubwa sana kwenye hili kongamano. Na siku ya leo tumeanza na kikao cha bodi ambacho bado kinaendelea, lakini leo leo pia tunapokea wainjilisti kutoka nchi nzima, wanatoka katika majimbo mbalimbali, wanakuja hapa ili kwamba siku ya kesho tuanze rasmi kongamano kubwa la wainjilisti wa, wa nchi nzima. Amen. Ndiyo, mmekusudia kuwa na wainjilisti idadi ya wainjilisti wainjilisti wangapi? Ah, mpaka sasa hivi hatuja hatujajua idadi kamili kwa sababu watu wanaendelea kujisajili lakini uh, makadirio yetu makadirio yetu ambayo tumejaribu kutumia uzoefu wa nyuma, tunakadiria kuwa na wainjilisti kama kati ya mia tano mpaka mia saba mm. mm. kwa hiyo watu wategemee nini ndani ya hizi siku ambazo mtakuwepo hapa? Watu hapa wategemee mambo yafuatayo. La kwanza kabisa, kunolewa, kwa sababu moja ya kitu ambacho kitafanyika kwenye hili kongamano ni kunolewa kwa masomo mbalimbali. Tutakuwa na walimu wazuri sana ambao Mungu ameshawaandaa kwa ajili ya kufundisha kwenye ile kongamano. Kwa hiyo hapa ni mahali pazuri sana kwetu sisi wainjilisti pa kunolewa. Amen. na tunamwamini Mungu kwamba kila mwinjilisti atakayefika hapa, hata kama kuna naye ni fatilia ambaye hajafika, namtia moyo kwamba aje, kwa sababu hapa itakuwa ni siku hizo tatu za kunolewa, ili kwamba tukitoka mahali hapa tutoke tukiwa Uh, vyombo kwa ajili ya kazi kubwa ya injili. Hilo ndio jambo la kwanza, lakini jambo la pili, tunapokutana mahali kama hapa, tunapata muda pia wa pamoja, uh, kama wainjilisti wa kuomba kwa pamoja, tunashirikishana maombi, tunaomba kwa ajili ya huduma yetu ya uinjilisti, tunaomba kwa ajili ya Tanzania na mambo mengine mbalimbali mbali kama hayo. Kwa hiyo pia wanapokuja mahali hapa watarajie pia Aa, ku, aa, kupata nguvu kubwa kupitia kwenye maombi lakini pia maombezi ya Roho Mtakatifu. Watu watajaa, watafurika na wataondoka wakiwa vyombo kwa ajili ya kazi ya injili. Amen. Pengine, mm, unaweza kuwadokezea ni kutakuwa na baadhi ya masomo gani pengine ambayo utakayokuwa na kufundishwa masomo yako masomo mbalimbali mbali. Naweza nikawadokeza masomo machache, somo mojawapo ambalo tutakuwa nalo ni somo linaloitwa ujumbe wa mwinjilisti, lakini pili tutakuwa na somo ambalo lina, lina, lina, lina, lina kichwa kinasema jinsi ya kuandaa mikutano mikubwa yenye matokeo, jinsi ya kuandaa mikutano yenye matokeo. Lakini pia tutakuwa na somo ambalo linamzungumzia mwinjilisti ni nani na, na uinjilisti ni nini. Tutakuwa e, na somo hilo ambalo atafundisha baba yetu makamu askofu mkuu Dr. Magnus Muhiche atafundisha somo hilo tutakuwa linazungumza kwa habari ya mwinjilisti na maombi. Tutakuwa na masomo ya Ro Mtakatu na mambo mengine mengi ambayo atafundishwa katika hili kongamanomgei rasmi katika hili kongamano ni baba yetu, makamu wa mkuu. Kama alivyosema pia, pia atakuwa mnenaji kwa siku zote na ndiye mgeni rasmi katia hli askofu mkuu Dr. Magnus Muhiche, ndiye ndiye mgeni rasmi na atakuwa pia mnenaji kwa siku zote za kongamano. Nini mm, wito wako pengine kwa wainjilisti sasa ambao wanafika hapa kwenye hii kambi kwa hizi siku tatu? Wito wangu kwa wale ambao wanafika hapa ni kwamba uh, wa, wawe na matarajio makubwa ya kupokea kutoka kwa Roho Mtakatifu mm, kwa sababu tumeliombea kongamano na tunaamini kwamba kila atakaye kanyaga mahali hapa hata toka kama jinsi alivyoingia. Kwa hiyo mm, wawe na matarajio makubwa ya kupokea kutoka kwa Roho Mtakatifu, lakini aa, aa, katika wito huo huo niwaombe kwamba wanapokuwa mahali hapa, wajenge ile shauku, ile shauku ya kupokea kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo wanapojenga ile shauku sasa, ndipo inasaidia kwamba Roho Mtakatifu anapoachilia yale mafundisho, anapoachilia neema wanaidaka vizuri na wanaondoka nayo. Na, pengine uwe ni wakati wako sasa wa kuwakaribisha watazamaji, pengine pia na wakazi wa hapa Dodoma kwa ajili ya kongamano ya. Nitumie nafasi hii kuwakaribisha. Najua bado wengine wako njiani wanakuja, wengine hawajatoka, maana kesho asubuhi ndo tunaanza kongamano. Nitumie nafasi hii kukaribisha mwinjilisti, popote pale unaponitazama Tafadhali usipange kukosa hili kongamano. Ni kongamano la kihistoria na ni kongamano ambalo linafanyika uh, kila baada ya miaka miwili, ni tunakutana hapa wanjilisi wa nchi nzima. Mwinjilisti popote pale ambapo unanifuatilia, ni kuombe usipange kukosa. Kama uko njiani, tunakukaribisha. Kama uko nyumbani, labda ulikuwa na sita sita kuja na kutia moyo, njoo kwa sababu kile ambacho utakipata mahali hapa hautajutia, na utamshukuru Mungu kwa ajili ya kushiriki kwenye hili kongamano. Kwa hiyo tunawakaribisha wainjilisti wote. Amina, Mungu akubariki baba. Nashukuru sana Mungu akubariki na wewe pia. Amina. Asante. Kuzungumza na wainjilisti ambao wanaendelea kuingia hapa katika ukumbi wa CBC Dodoma. Bwana asifiwe sana. Amina. Anaitwa mwinjilisti nani? Naitwa mwinjilisti na uh, Paulo Gwasma mm. Kutoka Jimbo la Karatu mm. Mimi mwenyewe ni mchungaji wa kanisa la TAG Agape Mission Temple mm. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu tumekuja hapa tena mm. Hey. Nini unakitegemea ndani ya hizi siku tatu kama mwinjilisti? Ninategemea uh, kwamba katika uh, kongamano hili mm. Mungu atafanya jambo jipya katika maisha yetu mm. na anajua watumishi wa Mungu, Mungu ameweka jambo la kusema na sisi, ili tuweze kupokea yale ambayo walionayo katika mwaka huu mm. Uliwahi kuhudhuria tena kwenye makongamano haya huwa anafanyika hapa? E, nimewahi kuhudhuria na sasa ni kama mara yangu ya nne mm. tangu nimehudhuria mahali hapa na huwa tuna matunda mazuri, huwa tuna tukirudi, tunaanza kuwafundisha na wengine mm. ili kwamba waendelee kufanya kazi ya wainjilisti. Amina. Wainjilisti, Mungu eh, akubariki, nikutakia kongamano njema Amen. Barikiwe sana na nawatakia kila laheri Amina. Na kama bado watu wengine hawajafika tunawaalika tena waje kwenye kongamano hili Amina. Asante Amina. Sana. Sana. Asanteni sana mama Amina. Ongera, naona umeshafika kwenye kongamano. Hakika kabisa maana ilikuwa ni kiu yangu na hamu yangu. Naona kabisa. Eh. Naitwa mama nani? Mimi kwa majina yangu naitwa Elizabeth Elisha Majembe. Mm. Mm. Mwinjilisti wewe umetokea wapi, mama? Mimi nimetokea Dar es Salaam. Mm. Jimbo la Ubungo, section ya Kimara Kaskazini. Kanisa gani? Kanisa la TAG Elishadai Temple, kibanda cha mkaa sana. Asante sana. Kitu gani kimekuvutia kuwepo kwenye kongamano mwaka huu? Kwa kweli nimetamani kwamba niwepo kwenye kongamano la mwaka huu. Kwamba nimekuja ninolewe. Mm. Chombo kina, kisu kinapokuwa kimetumika lazima kipitishwe tena kwenye, kwenye moto, kwenye moto. Mm. Ili kiwe kipya. Na mimi nimekuja tena kutaka upya e. Uliwahi kuja kuhudhuria kwenye ama kongamano? Kwa kongamano la uinjilisti ni mara ya kwanza. Umekusudia mm, kupata nini ndani ya hizi siku tatu hapa? Hizi siku tatu nimekusudia kujaa roho na neno la Mungu ambalo nitakalo lipata hapa, ili kunisongesha mbele zaidi. mm. Mm. Kapige, kapige fire mtaani kisawasawa sawa sawa kabisa, na shetani atakiona cha moto <laughs> ajipange shetani kabisa. Amina, asante, amina. Sana, Mungu awabariki. Bwana asifiwe, pia hongera kwa kufika kwenye kongamano. Amina, namshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha na tumewasili mapema kabisa. Tumtambue mwinjilisti huyu, anaitwa mwinjilisti nani? Naitwa mwinjilisti Erasto Jeremia Mdemu. Mm. Natoka Dar es Salaam, jimbo la Ubungo, section ya Kimara Kusini. Mm. Ni mchungaji pia wa kanisa la TAG Ebeneza Kimara Mavuruza, jirani na chuo cha Kam College. Wow. Nam, jimbo la Ubungo naona mmeamka kwelikweli. Ah, tumeamua kukiwasha. Mm. Na hakizimiki. <laughs> Shetani ajipange, shetani amemeza wembe <laughs> maana ubungo tunapita mtaa kwa mtaa eh, nyumba kwa nyumba mpaka kieleweke naam. Hatari kabisa. Eh, huo moto hauzimiki mm. eh, na tumekubali kunolewa na tumejiandaa na tuko sawa sawa. Mm. Tuko sawasawa, tuko sawasawa. mara ya ngapi kuhudhuria kongamano kama hili mwinjilisti? mara yangu ni wastani kama mara ya kumi, kama si, sitakuwa nimesahau lakini nimehudhuria ni makongamano haya ni mara nyingi, na ndio maana siwezi kuacha inapotokea kongamano la wainjilisti. Wewe ni mwinjilisti mzoefu. Hem, tupe uzoefu wako kwenye makongamano ambayo umekuwa ukihudhuria na hili ambalo umehudhuria la kipindi hiki, unategemea kupata nini tofauti na vile ambavyo umevipata kwa kipindi cha nyuma? Kwanza ninaamini kwamba Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko mm. Kila hatua inapopigwa ina kusudi lake, na awamu hii naamini tunaenda kukiwasha isivyo kawaida Amen. na wainjilisti ambao bado hawajasogea niwape mwaliko huu mm. awamu hii kitawaka mm. Kitawaka, ninaamini kila aliyekanyaga hapa hatatoka bure kama alivyokuja Amen. mabadiliko lazima yatatokea mm. Niwakaribishi, injili ni uwanja mpana Amen. shetani hata kama angeinua kichwa chake mm. tukiwasha moto huu lazima agalegale mm. ninawakaribisha sana, amina. barike sana. Amen. Amina. asante sana niwatakie kazi njema pia asante sana asante. Bwana sifi sana amina amina amina. mama, unaitwa mwinjilisti nani? Naitwa Yohana Ilonga alimaarufu Jembe la kiangazi mzee wa kuwa wachawi na waganga <laughs> Jembe la kiangazi hilo jina yeah. limetokana na nini hasa? Limetokana mimi ni mwimbaji mm. albamu yangu ya kwanza inaitwa Yesu ni jembe la kiangazi mm. kwa hiyo uh, lile jina la, la, la, la, la, la, la albamu yangu ya kwanza ndio likanipa jina langu sasa moja kwa moja hata lile la Yohana sasa watu walishalisahau wana, wengi wanalifahamu hilo la jembe la kiangazi mm. mzee wa kukwatua. Umetokea kanisa gani mwinjilisti? Niko ni, nimetokea pale ni mchungaji pale Mbezi maeneo ya kwa Yusufu pale. Aha, ni mchungaji kiongozi, mchungaji msaidizi. Mchungaji kiongozi. Hongera sana. Asante sana. Nashukuru sana. Umekusudia nini kwenye kongamano hili? Kwa kweli aa, tumekuja mimi ni mwinjilisti lakini tumekuja lengo kubwa tunolewe mm. Hata jembe lisiponolewa huaga ma, ma, makali yanaanza ya napukadi inavyofanya kazi. mm. Mama tumepiga kazi, tunazunguka huko nakula, sasa ifike mahali tunapokuwa tumekuja kama hivi mm. Tunanolewa mm. Nikitoka hapa wachai watanikoma huko <laughs> nakwambia. Wajia wajiandaye, watapigwa isivyo kawaida, shetani atajuta kunifahamu mm. Kwa hiyo tumekuja, kinichofurahi zaidi tumekuja kunolewa mm. Yani, nimelifurahia sana hilo. Mkurugenzi wetu mkuu mzee Chanjalika, pamoja na makamu kamati yote hmm. mzee Ezekieli, kwa kweli hmm. wametuandalia hii kitu kizuri sana, ili tunolewe. Hilo ndio furaha yangu kubwa. Hii ni mara ngapi kuja kwenye makongamano kama haya? Aa, aa, ni mara nyingi dada, ni mara nyingi. Mimi hapa nimekuja kwenye uimbaji, nimealikwa hapa tangu muda mrefu, nimekuwa nikija kwa hiyo nazungumzia kongamano la kiuinjilisti. Kongamano la kiuinjilisti mm. ni mara yangu ya kwanza mm -hmm. kwenye kwa ajili ya uinjilisti ni mara yangu ya kwanza. mm. siku eh. zote ulikuwa ujashawishika kuwepo kwenye kongamano. Kitu gani kimekuvutia kuwepo kwenye hili kongamano? Aa, kwa kipindi hicho mm. kwanza mimi niko ni, ni, ni, ni, ni kiongozi, lakini kwa kipindi hicho ni kwa tayari nipo na majukumu mengine mengine Okay. kwa hiyo kwa hiyo hicho ndio kinifanya kwamba nisije nisi, nisi kutokana na majukumu mengine ya. Okay. Yeah. Kwa hiyo singekuwa ni majukumu mengine. mm -hmm. Bado ningeshaushika ningeshaushika. Kwa kweli Mungu akubariki sana, mwinjilisti. Amen. Amen. Amen. Barikiwe sana na wakaribisha na wengine. Kwa kweli, jamani, aa, hata wengine ambao bado mko njiani huko. Yeah. Yani, kongamano limekuwa zuri sana watu wa kutoka hata kabla, nimeona watu wametoka watu mbali huko Mbeya, nini, mikoa mbali mbali. Yeah. nimekutana nao hapo, nimeona watu wana mwitikio, dada, hii ishi, yani a ah, duda la kipindi hiki lina mwitikio <laughs> watu wameitika sivyo kawaida eh, e, kwa hiyo sasa nyinyi ambao mko mbali hmm, yani kwa kweli, anzenu, ukua, usiendu, kwa kweli anzenu hata wewe ambao kuwa una moyo kustasitu na uende wende usiende aenda kwambia panda usafiri wowote, ingia hapa CBC, kuna mambo mazuri, moto umewaka. Amen. Nimelielewa la kipindi hiki. Barikiwe sana. Amen. Mungu <laughs> akubariki sana Amen.